Mashariki ya kati, hali ya mambo inazidi kuwa mbaya, moto ukiwaka ni katika takribani wiki nzima sasa tangu mashambulizi ya uchokozi ya Israeli dhidi ya Irani kuanza na Irani kujibu mashambulizi hayo, na baada ya hapo kumekuwa na majibishano ya makombora maroketi kwa maroketi na ndege zisizo na rubani. Vifo, damu, mauaji na maporomoko ya majumba ikiwemo kuharibika kwa miundo mbinu ya kiraia na maisha kwa ujumla ndiyo hali inayoshuhudiwa hivi sasa Mashariki ya kati, huku wengine wakiona sio jambo la ajabu, kwani wakati haya yakiendelea tayari Gaza imekumbwa na hali kama hiyo kwa zaidi ya miezi ishirini sasa. Ni yangu matumaini, hujambo mpenzi mtazamaji wa Focus News Tanzania TV 1. Karibu katika uchambuzi kuhusiana na yanayoendelea hivi sasa katika mzozo wa kivita kati ya Iran na Israeli huku hali ya mambo ikiendelea kuwa mbaya hasa kutokana na majibishano ya mashambulizi ya makombora kwa pande zote mbili. Jina langu ni Deo Kaji Makomba lakini pia ni naye Daktari Donald Kasongi, mchambuzi taifa wa siasa na migogoro ya kimataifa akiwa Mwanza, Tanzania, hasa tukiangazia ni nini, kwa nini na vipi hasa kuzuka kwa mzozo huu wa kivita kati ya Iran na Israel. Daktari Donald Kasongi, karibu sana Focus News Tanzania TV1. Asante sana Deo, asante sana Focus News. Na pengine kwa kuanza moja kwa moja mazungumzo yetu ni kwa nini mzozo huu kati ya Irani, uh, mzozo kati ya Irani na Israeli unatokea, daktari Donald Kasongi? Mzozo kati ya Irani na Israeli unatokea wakati ambapo kumekuwa na, na shida katika Mashariki ya kati kati ya Israeli na kule Gaza na uh, kuamka kwa mzozo huu ambao umekuwa ukiwa wakichini chini kila wakati, kati ya, ya Iran na Marekani. Utakumbuka hapo nyuma walikuwa na mikataba mbalimbali mbali ya kutaka Iran ipunguze matumizi, ipunguze uzalishaji wa eh, vifaa vya nuklia, na Iran ikisema kwamba wanazalisha nuklia hiyo kwa ajili ya nishati na sio kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya shughuli za kivita na Marekani ilazimishwa wakati fulani shirika la wa Umoja wa Mataifa la Atomic International, uh, Atomic Agency kwenda kufanya ukaguzi ambapo Iran ilifungua milango wakaenda kuweza kufanya ukaguzi, lakini uh, kila baada ya uh, awamu ya utawala wa Marekani napoingia kunakuwa na masharti mapya kwa Irani kuweza kuachana na mpango wa nuklia ikiwezekana waachane nao kabisa, lakini Irani imekuwa ikisema sisi mpango wetu wa nuklia ni kwa ajili ya nishati na si kwa madhumuni ya vita. Sasa kumekuwa na kutofautiana hasa kunapofanyika mabadiliko ya ama kiongozi mkuu kama rais lakini hasa kiongozi wa kidini eh, Ayatola anapobadilika. Sasa Trump wa pili ameingia, na nafikiri alikuwa anashinikiza hapo nyuma alipoingia siku za eh, mwanzoni katika siku zake mia moja alikuwa anashinikiza sana Iran ku, ku, ku, kuhusiana na mpango wa, wa nyuklia kwamba anataka ushahidi wa kutosha kwamba eh, Iran haihusiki hai tena na mipango hii uh, lakini sasa mara kwa mara kwa sababu Israeli imekuwa ni kama mtoto um, anayeambiwa mchokoze huyo halafu tutaona la kufanya na nana na, na, na, na, na, na, na, Daktari Donald Kasongi, waliovamia na kurusha makombora nchini Irani ni Israeli, na lengo lao wamekuwa wakisema kwa miaka mingi ya kwamba Irani ina mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia, ina mpango wa kurutubisha madini yake, na wamejikita zaidi katika sababu ya silaha za nyuklia. Lakini mbona mataifa mengine yakiwemo Ulaya yana programu za nyuklia na Irani yeye akisema kuwa nyuklia kwake ni kwa ajili ya matumizi ya nishati, iweje kwa Irani kunyoshewa kidole ili hali mataifa mengine ya magharibi yakiwa na programu hizi za nyuklia? Daktari Donald Kasongi. Kumekuwa na hofu kubwa upande wa magharibi hasa kuhusiana na Iran na nguvu yake ya kuwekeza katika katika nuklia. Utakumbuka hapo nyuma wale wamewekewa wa, wa vikwazo vingi sana vya kiuchumi ili waweze kuachana na mpango huu, lakini na wenyewe wakasisitiza kwamba mpango wetu wa nuklia ni kwa ajili ya nishati, lakini magharibi nafikiri na haiamini, na kwa sababu ya intelijensia yao inaonyesha kwamba wanaendelea kukuza mpango huu na wanaona kama ni tishio eh, kwamba, e, e, Iran kukomaa katika mpango huo wa nuklia itakuwa tishio uh, kwa Mashariki ya kati, lakini e, na, na, na, na, ku, na kupinga nguvu ya magharibi, kupinga nguvu ya magharibi. Kama watakuwa na uwezo mkubwa wa kinuklia basi watakuwa tishio si kwa Mashariki ya kati tu lakini e, kwa, e, kwa kwa nchi za magharibi ambazo ziko nyuma mara kwa mara e, ya Israel na Ufaransa, Uingereza na Ujerumani tuseme kwa ujumla e, hawa washirika wa, e, wa mataifa ya kundi la G7 ambayo yametoa kauli ya kuunga mkono ya kile ambacho kimefanywa na Israeli na kushadadia kauli ya muda mrefu kwamba kama Irani haitoruhusiwa kuwa na silaha za nyuklia, haki ya Israeli kujilinda, ndio kama vibwagizo vya hawa wanaounga mkono kinachofanywa na Israeli katika mzozo huu. Ndio kusema kwamba hii inamaanisha kwamba wanaopingana, wanaopigana kwa sasa na Irani ni Waisraeli, lakini uwezeshaji wa vita vita vyenyewe vyote unatoka katika mataifa yote ya Magharibi kasongi. Hii ni katika eh, kuwapa, kuipa sura ya kimataifa ya diplomasia ya kimataifa kwamba ni ugomvi wa Israeli na Iran, lakini nafikiri kwa kwa undani ni, ni, ni, wanasema Waingereza wanasema eh, proxy wars. Kuna mtu mwingine anayepigana, sio yule unayemwona mbele yako, anakuwa mwingine yuko nyuma anayeshinikiza. Kwa hiyo eh, kundi la kundi la G7, pamoja na hasa wakubwa hawa ambao wa, wa NATO. Wanashinikiza tu Israeli iweze kuendelea na mapigano haya kuko, kama kumkomesha eh, kumkomesha Iran. Na nakumbuka wamejaribu sana kila wakati kuifanya Tehran kuweza ku, eh, kubadilika kutoka kwenye msimamo mkali wa Kiislamu kwenda kwenye uh, kwenye mila na taratibu za kimagharibi ukiangalia maisha ya, ya, ya, ya, ya hapo Tehran imekuwa ni ku, kuifanya wananchi wa Iran, wa ilaumu nchi ya wailaumu serikali yao wamlaumu hayatora kiongozi wao wa kidini kwamba eh, hawatendei vizuri na amefunga demokrasia. Kwa hiyo ni visingizio tu vya nchi za Magharibi hii hawa G7 na wengine ambao wanadhani kwamba eh, kudhoofisha eh, kudhoofisha Irani, basi watakuwa wanaendelea na ubabe na kufanya wanavyotaka, na Iran pengine ndio ile inaonekana kama ni taifa ambalo linajisimamia zaidi katika nchi zilizobaki za Kiarabu kuacha hizi nyingine nchi nyingine ambazo zimekuwa zimekuwa sasa nyingi, nyingi kwa kwa pani kwa Marekani katika historia. Daktari Kasongi tumeshuhudia mauaji ya Iraki kabla ya kuvamiwa na Wamarekani, mauaji ndani ya Syria kabla ya kuondoshwa madarakani Bashir al-Assad, hivi karibuni mauaji ya Libya na vitu kama hivyo, kwani si kweli kwamba nchi hizi zenyewe tawala zake zilikuwa zinaharibu uhai na maisha ya watu wake hata kabla ya kuingiliwa na mataifa ya Magharibi? Kasongi. Eh, kumekuwa nani nafikiri na, na, na, na, na ni eh, moja ni ku wanapokaa hawa wakubwa wa nchi za Magharibi wanaziwekea alama nyekundu nchi ambazo wanafikiri zina wanahitaji kujua undani wake na kuweza kudhibiti kuwa na uhakika kwamba nguvu yao ni ya kiasi gani, ili wanapotaka kuingia mahali eh, wa, waweze kuingia. Nchi zote ambazo wamejaribu sana ni ku Kupima, kupima joto la, na uwezo wa nchi hizi. Kwa hiyo wanapokuwa hawana uhakika sana, basi wanatumia kila mbinu kuweza ku, eh, kudhoofisha nchi hizi ili kama watataka kufanya ama kufanya biashara ya eh, ya silaha au kuweza ku, eh, ku, kuwaingilia kwa wanavyotaka pamoja na rasilimali. Rasilimali, nchi hizi zina rasilimali kubwa, mafuta mafuta inakuwa ina ni mjadala mkubwa sana. Unakumbuka hata Rais Asad alikuwa anatumia kama njia pekee ya mwisho tu ya trufu yake ya kubaki madarakani wae, mara akiambatana na, na Urusi mara ya mwisho, lakini utakuta kila wakati wanatafuta namna tu ya kuweza kudhibiti yeah, hizi nchi hasa eneo hili la Mashariki ya kati ambayo linaonekana moja ni rasilimali, lakini ni, ni soko kubwa la vitu kama silaha. Kwa hiyo ni ni mambo ambayo wanataka ni ubabe tu wa nchi za Magharibi, wanataka kuendeleza ubabe katika eneo hili ili wabaki wabaki wenyewe na wakiamua kuingia mahali basi wawa, waweze kuingia bila e, kikwazo. Na Iran inaonekana bado ni kikwazo kikubwa hasa e, wakati huu ambapo e, viongozi hasa viongozi wa wale wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa kidini tu wanakuwa wana, wana, msima, e, na msimamo mkali sana kwamba tutapigana mpaka tole la mwisho. Na tunavyozungumza hivi sasa hali ya mambo inazidi kuwa mbaya Daktari Kasongi. Iran na Israel zikirushiana makombora na tumeshuhudia Marekani imetia mkono wake kwa kufanya mashambulizi e, nchini Iran. Je, hali hii inaweka wapi salama ya Mashariki ya Kati Daktari Donald Kasongi? Eh, salama ya Mashariki ya Kati sasa ina iko katikati ya uh, ama Marekani iwe eh, tayari kufanya diplomasia eh, kutafuta njia ya diplomasia ambayo ba, kwa niaba ya Israeli kwa sababu Israeli sasa hawezi na kuzunzu, kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Iran. Pengine Marekani kama itakuwa tayari kuendeleza yale mazungumzo ambayo alikuwa amekwama mahali wakamaliza lakini, Teherani o, serikali ya Teherani iwe tayari kufungua milango kwa mazungumzo, kwa sababu nao wenyewe wana hasira kubwa, sasa wamekuwa na hasira hivi e, katika haya yanayoendelea kutokana na Israel. Kwa hiyo e, muafaka usio sasa kati ya Israeli na, na Iran ila ni serikali ya Teherani pamoja na Washington, serikali ya Teherani mpaka hivi sasa dhairi shairi, Daktari Donald Kasongi inaonyesha haina mpango wote kabisa kuingia katika mazungumzo hususani, yanayokuwa yanasimamiwa na Washington na sasa imetoa tahadhari kwa Washington ya kwamba endapo watatia mkono katika kuisaidia Israeli watakiona cha mtemakuni, na tayari Washington imeshafanya hivyo. Nini jicho lako la kiuchambuzi katika mzozo huu wa kivita kati ya Iran na Israeli? Dr. Donald Kasongi e, nafikiri kama hakutakuwa na utatuzi mtazamo wa utatuzi wa kidemokrasia basi kutakuwa na mwendelezo wa, wa, wa, wa hizi, e, ia, haya majibizano kati ya Uh, ya, ya, ya, ya Iran na Israeli pam pamoja na, na Marekani eh, kuinani kwa pamoja, lakini nafikiri eh, wao wanajua wanachofanya na wameshafanya uchambuzi wao kiteligensia, hata kwamba tunaweza tukatumia tuka muda gani ku kuweza ku katika hii vurugu kuweza kuwekeza rasilimali katika hizi, kwa sababu ni hizi ni vita vya gharama kubwa sana na, na hasa kwa Israeli ni gharama kubwa sana kama wataendeleza, lakini nafikiri Marekani wa na kile wanachotafuta ambacho hawakiambii dunia, kwa hiyo pengine kunaweza kuendelea sana kwa, na sidhani kama itakwenda nje ya Iran na Israeli itaendelea kuwa kati ya Israeli na Iran, lakini eh, pengine sasa au, au, kwa Marekani ni maslahi yake ndani ya uh, Mashariki ya kati hasa majeshi yake ya eh, maelfu ya askari walioko na vifaa vya kijeshi vilivyoko viko, viko uwekezaji mkubwa sana wa Marekani katika Mashariki ya kati. Pengine hivyo ndivyo wanasema, Iran itaweza kuangamiza kwa sababu hawatachukua moja kwa moja kunani na Washington, lakini eh, ile uwekezaji mkubwa wa Marekani ulio katika Mashariki ya kati ndio wanaweza kuumiza, na hiyo itakuwa ni maumivu makubwa, wanafikiri, wanaamini kwamba itakuwa maumivu makubwa kwa Marekani, lakini njia pekee ni kurudi kwenye, kwenye meza kati ya Marekani na, na, na, na, na, na Teherani bila hata Israel. Unadhani kwamba kutakuwa na uwezekano wa mataifa haya kuweza kuingia katika meza ya mazungumzo, ili hali tumeshuhudia matamshi ama matamko mazito kutoka katika uh, upande wa Israeli na hata upande wa Marekani kwa namna moja ama nyingine, kwake uh, rais Donald Trump ya kwamba kiongozi wa kidini wa Iran Ayatola Khamenei hapashwi kuwepo duniani, huoni kwamba hii ni kama vile kumwaga e, petroli katika moto ambao unaendelea kuwaka hivi sasa, daktari Donald Kasongi. E, vita tunavyoona ni vita vya mbinu nyingi. Moja ni ya kivita yenyewe, lakini kuna vita vya kisaikolojia ambavyo Marekani anaviendesha. Trump anatoa kauli moja baada ya nyingine, wakati mwingine ni, ni kauli ya, ki, nani ya, ya ni vita ya kidiplomasia ya, ki, ya kisaikolojia kuweza kuonyesha ku, eh, kwamba eh, Iran inahitaji ku, ku, ku, kuacha mara moja pengine na kukubali mazungumzo. Kwa hiyo kuna mchanganyiko wa vita ya silaha, lakini vita ya kisaikolojia. Na vita ya kisaikolojia ni muhimu sana katika migogoro kama hii na kuweza kulainisha upande mwingine, lakini njia pekee ni kati ya Washington na Teherani kuweza kuzungumza hata kama ni kupitia wapi, lakini Israel sidhani kama ana nafasi kubwa ya kuweza kumaliza mgogoro huu na pengine ni upi sasa mstakabali wa amani katika mzozo huu wa Iran na Israel huko Mashariki ya Kati, Daktari Kasongi? Uh, ni vigumu sana kufahamu dunia, dunia ya huku nje ya kimataifa kufahamu nia hasa ya ya, ya Marekani na anataka uh, kwenda mpaka wapi katika ku, kuendesha hii vita. Lakini nafikiri eh, ushawishi wa nchi za Magharibi kwa Marekani ni muhimu sana. Kuna wale ambao wana ushawishi wa karibu sana kwa Donald Trump, kumwambia vita hii sasa inaweza kuwa na matokeo makubwa sana, sisi tu nchi zetu ziko hata, hata sisi nani, vita ikiingia iki, katika vita vya nyuklia nchi zetu ziko kilomita elfu tatu mia nane kilomita elfu nne kutoka Teherani. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba kuna tunaweza kuwa salama sana na vikitumia vikitumika hizi silaha za, za, za nuclear. Kwa hiyo nadhani e, wa, wa, wa, wale walio karibu nna na, na, na serikali ya Washington kuweza kuiambia Washington kwamba tutafute namna ya kuzungumza na Teherani ili tuweze ku, na kuacha hizi chokochoko hii vita ya kisaikolojia, pamoja na kurudisha nyuma na kumwambia Israeli basi hatu, mpigano kwa sababu nafikiri eh, Marekani na, mar, na hasa nchi za magharibi zina nani kubwa na hawa kundi la G7. Sasa wao katika mazungumzo nadhani wana nafasi kubwa eh, kuliko mtu mwingine kuweza kuishawishi Marekani kuweza kukomesha eh, mwendelezo wa vita. Dr. Donald Kasongi eh, asante sana kwa kujiunga nasi Focus News Tanzania TV1. Asante sana, asante sana Focus News. Naam, no, huyo ni Daktari Donald Kasongi mchambuzi wa siasa na migogoro ya kimataifa. Hasa tukiangazia ni nini, kwa nini na vipi kuhusiana na mzozo wa kivita unaoendelea hivi sasa huko Mashariki ya kati baina ya Iran na Israeli. Jina langu ni Dio Kaji Makomba. Ni kusii tu mtazamaji, kuandika ujumbe wako hapo chini, like na subscribe pia ili uwe kwanza kupata habari wa chungu tele. Asante kwa kuendelea kuichagua Focus News Tanzania TV1 kuwa televisheni yako ya kiganjani. <muchilie>